Eh, mazingira yangu mwenye siele, yani misumari tu, yani mimi simkwepeshi huyu. Hey. Oa vipi bro? Oa kama kawaida. Balia. Balida. Baruza. Hebu sema shida yako. Na shida gani? Oa kuna pisi mbili zimeingia huko ndani. Kwa watoto shombi shombo wa Kiarabu. Hivi zile ni pisi au watoto? Zile pisi. Mwanangu wewe unahitaji wale una itejo, shombi shombo wa Kiarabu, yale wewe unaiteja watoto. Haya una shida nao gani? A wamechukua teni yangu, au sio? Wakanunua voti wamechimba nayo. E e, we e, kwanza wewe brother subiri kwanza. Hebu tuachane na mambo mengine yote ha, tuachane nayo. Mimi unanikumbuka vizuri wewe. Sasa wewe ukukumbuke ile weje sasa. Usije, ni ndugu yangu, chiona ndoto na maumivu. Niliacha jembe nikaja kutafuta. Leo nasema nasema kwa